a kanisani mara nyingi tunakuwa na hatujui chochote kinachohusiana na ufalme wa Mungu. Na mara nyingi huamini sana kwamba yule uliyekuta kanisani unaamini anakuwa amekuchagulia, na kwa sababu unaamini kwa sababu anakuwa una amekuchagulia, unaamini anajua mambo mengi kuliko wewe, na mara nyingi kwa sababu ya mkutwa kujua sana kanuni, mara nyingi utaona kuwa tunapenda tuna, tuna kuwafata tuliowakuta. Tunapenda kumfata mtu tuliyemkuta, yani ametutambulia katika imani, ameokoka kabla yetu, ameokoka kanisani kabla yetu. Na mara nyingi huyu ambaye sisi ambayo tumeokoka nyuma yake tumekuja kanisani, utaona mara nyingi, mara nyingi huiga watu tuliowakuta. Wakati mwingine aliyetushuhudia atumayetukaokoka nakuja kanisani mara nyingi huweza kumwiga au tenda kumwiga yule aliyetushuhudia. Kati ya makosa makubwa, hilo ni kosa kubwa sana hilo ni miongoni mwa makosa makubwa sana. ni mui mtu kama alikuubiri kaa ya mchungaji kwamba ni kiongozi yote, kwamba ni rafiki akakushuhudia, hatimaye ukaokoka na hatimaye ukaja darasani, ni muhimu ufahamu kwamba yeye ametumiwa tu na Yesu Kristo bali e, yeye hajawahi kukutafuta. Aliyekutafuta ni Yesu Kristo, alikutafuta yeye na hatimaye akakupata na akakukuta uweze kuja darasani ilio naeleza katika Yeremia sura ya msini sasa mstari wa sita. Yeremia sura ya msini mstari wa sita, inawezekana tulikuwa na viongozi wetu wa dini ambayo kwa lugha ya Biblia wanaitwa wachungaji. Yeremia sura ya msini mstari wa sita, inawezekana viongozi wetu wa dini hawakutuongoza kwa Yesu Kristo inawezekana wa kutufundisha kutupeleka kwa Yesu Kristo, lakini hatimaye Yesu Kristo akamtumia mtu akamtumia mchungaji akamtumia rafiki akamtumia kiongozi, atimaye kiongozi akatufikia akatubili Injili, hatimaye ukaa kuja kwa Yesu. Kimsingi aliyetutafuta na kutupata Yesu Kristo. Yeremia sasa sura so ya Biblia yes, inasema watu wao wamekuwa kondoo hiyi walio potea, wachungaji wao yaani viongozi wao. Yeyote anayechunga kundi lolote anaitwa mchungaji, hata kama katika jamii hatujui kama ni mchungaji, lakini ni mchungaji kwa sababu anaongoza kundi kutoka in eneo moja kulipeleka jingine, na kama anachunga analiongoza kundi kulipeleka motoni bada anakuwa ni mchungaji lakini anawapeleka watu wak matn. Na yule ambaye anachunga kuni na la kupeleka, anakuwa ni mchungaji anayewapeleka watu vikumi. Sasa wake wachungaji yan viongozi wa dini ambao wanapoteza wakini, ama watu wa hawaelekezi watu kwa Yesu, watu wangu wamekuwa watuwangu wamekua wachungaji wao wamewapoteza, yani viongozi wao wa dini wale wamewapoteza, wanewapotosha. Milimani wamekwenda, toka mlima hata kilima, wamesahau mahali pao pa kupumzika ni wapi. Mahali pa kupumzika ni kwa Yesu. Yesu alisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mchungaji wa kweli anawaongoza watu waende mahali pa kupumzika, ambapo ni kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Ataye sura kumi na moja sasa, ataye kumi na moja mstari ishirini na nane atayo kumi na moja mstari ishirini na nane atayo sasa kumi na moja mstari ishirini na nane ataye sura kumi na moja mstari wa ishirini na nne. Sasa Biblia inasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa hiyo, wachungaji kwa sababu wapas wa wongozi watu mahali pa kupumzika ambapo kwa Yesu. Yesu alitutafuta Zimago, kwa sababu wachungaji wetu viongozi wetu walini walitupoteza, hawakutuongoza kwa Yesu. Hatimaye uh, Yesu Kristo akatumia mtu ili tuweze kugeuka kutoka katika imani za kishetani tuweze kumwendea Bwana wetu bani Yesu Kristo, na Yesu sasa akatutafuta na hatimaye akatupata. Luka sura ya kumi na tisa sasa mstari wa kumi Luka sura ya kumi na tisa mstari wa kumi Luka sura ya kumi na tisa Luka sura ya kumi na tisa mstari wa kumi. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Hawa waliopotea Yesu aliwatafuta, amekuja kuwatafuta na hatimaye amewapata. sasa Yesu mara baada ya kutupata anatoa agizo na kutwambia tumfuate. Hivyo ndivyo Yesu alikwambia wanafunzi wake tangu mwanzo, na ndivyo anatuambia na sisi leo. Katika Mathayo sura ya 9 mstari wa 9 tunamwona Yesu Kristo mara baada ya kuwapata watu anasema, nifuate, nifuate Nifuate fuate, li e Mathayo sura tisa mstari wa tisa Biblia inasema, Mathayo sasa, sura tisa mstari wa tisa Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu aliketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia ni fuate, akaondoka akamfuata. Sasa Yesu anapompata mtu hatimaye anamtaka kwa nini afuaana sura ya kwanza msarrobana tatu ana sura ya kwanza msarrobana tatu, bado wanaendelea utoe shahidi kuhusiana na Yesu, anapompata mtu basi anamtaka mtu huyo aweze kumfuataaatau siuyadya alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia nifuate. Unaona, wanafunzi wake wote anawaambia nifuate, nifuate. Kwa msingi huu sasa tuna kufahamu hakuna yeyote ambaye alitutafuta bali ni Yesu Kristo, na yeye ndiye aliyesema tufuate. Hakuna nabii yoyote aliyeweza kusema maneno kama haya aliyosema Yesu Kristo. Sasa kwa nini tumfuate Yesu? Kwa nini tusifuate manabii wengine? Kwa nini tusimfuate Ibrahimu? Kwa nini tusimfuate Isaya? Kwa nini tusifuate Yohana? Kwa nini tusimfuate tu Yona? Kwa nini tusimfuate Daudi? Kwa nini tusimfuate Sulemani? Sababu za kwa nini tumfuate Yesu ni zifuatazo. Moja, yeye ndiyo kiongozi wetu mkuu. Sababu ya kwanza ya kumfuata Yesu, yeye ni kiongozi wetu mkuu. Ni muhimu kwetu tufahamu. Yesu Kristo ndiyo mwanzilishi wa imani hii. Mwanzilishi sio mwanadamu yoyote. Mwanzilishi Yesu, ni Yesu. Ni muhimu tufahamu ikiwa e, mimi ni mwanzilishi wa jambo fulani mimi maana, mimi ndio nalijua kuliko wengine wote, maana mimi ndio mwanzilishi. Na kwa msingi huo, watu wanaonisikiliza hawana budi huvi ulifuata mimi, kwa sababu mimi ndio mwanzilishi, najua kitu iko kuliko wengine wote. Sawa? Kwa hiyo Waebrania sura ya kumi na mbili mstari wa pili. Waebrania sasa sura ya kumi na Waebrania sasa sura ya kumi na wa mbili mstari wa pili, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Yesu ni mwanzilishi na ameitimiza imani yetu. Kwa hiyo, kwa nini tumfuate Yesu? Kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa imani. Hatupasi kumsikiliza mwingine awaye yote, maana mwanzilishi ni Yesu. Tukasa shuguli moja, akitokea mtu anakwambia twende Morogoro, sawa, twende Morogoro. Morogoro nakopaa nimekaa hapo, njia naijua, paka kwenye gari, twende Morogoro. Nani atakiwa msikilizi? Zani ni wewe ndiye atakiwa msikiliza, alikwambia twende, si ndio? Yesu Kristo ndiye mwanzilishi wa imani, ni e lazima tumsikilize yeye st Waebrania sura pili mstari wa kumi. Waebrania sura pili mstari wa kumi. Tunaona Yesu hapo anataja wazi wazi yeye ndiye kiongozi mkuu wa imani yetu. Waebrania sura pili mstari wa kumi Ilimpasa yeye ambaye kwa ajili yake na kwa njia yake vitu vyote vimekuwapo, vitu vyote vimekuwapo, akileta wana wengi wafikilie utukufu, kumkamilisha kiongozi mkuu wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Anatajwa Yesu Kristo, kiongozi mkuu wa wokovu wao yakooka kiongozi wangu mkuu ni nani ni yesu kristo cuola kwa, kwa nini tumfuate sababu ya kwanza kwa sababu yeye ni kiongozi wetu mkuu chuoola sababu ya pili yeye ndiye pekee aliyeambia aliyewaambia watu wajifunze kwake na wamfuate yesu peke yake ndiye aliyewaambia watu wajifunze kwake na, na kufahamu hakuna nabii yoyote duniani, hakuna mtume yoyote duniani, hakuna mtu yoyote mashuhuri. Yesu alipokuja katika mwili, kulikuwa na manabii waliochaguria. Ibrahimu hajawahi kusema kwamba jifunzeni kwangu, nifuateni mimi, hajawahi kusema hayo. Isaya hajawahi kusema. Yona hajawahi kusema. Daudi hajawahi kusema kwa nini aakuwai kusema? Wote walikuwa na, wote walikuwa na matatizo. Daudi aliyezini na mke wa mtu anaitwa Uria na akasababisha aka Uria afe. Kusababisha mtu afe, kimsingi wewe ndiye uliyemuua. Kwa maneno rahisi, aliua mtu. Sulemani alikuwa na wanawake mia saba. Hajawahi kutokea mwanadamu na wanawake wengi kama yeye alikuwa na wanawake wengi na ilikuwa ni makosa mbele za Mungu. Alikuwa na, na masuria mia tatu, alikuwa na wanawake mia saba, alikuwa na makosa. Ibrahimu alifanya uzinzi na ajili mfanyakazi, na kwa nani alikosea? Hakustaili kufuatwa. Ungeweza kusema nani, wote walikuwa na gutu, lakini Yesu Kristo esema jitieni nira yangu jifunze kwangu, Mathayo sura ya kumi na moja Sasa Mathayo sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na tisa Mathayo sasa kumi na moja mstari wa ishirini na tisa Mathayo kumi na moja ishirini na tisa Mathayo kumi na moja ishirini na tisa sasa itieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, itieni nira yangu mjifunze kwangu. Ni Yesu ndiye anasema, jifunzeni kwangu. Isaya aliyesema hivyo, Daudi aliyesema hivyo, mtume yeyote aliyewahi kusema hivyo, na nabii yeyote ajawa kusema hivyo, kwa sababu wote walikuwa na matatizo, wote walikuwa